Sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mitandao nchini Kenya imepingwa kwa madai ya kukandamiza uhuru wa kujieleza na kuzuia ushiriki wa raia katika utoaji wa maoni. Sheria hiyo inalenga kudhibiti udukuzi wa mifumo ya kompyuta, uenezaji wa taarifa za uongo mtandaoni na uvunjaji wa faragha kupitia teknolojia miongoni mwa mengine. In the, in the guise of pro, expanding protections from cyber crime, crimes, criminal, criminals, cyber criminals. Aidha, inalenga uhalifu wa kimtandao kama wizi wa data, ulaghai wa kidijitali na usambazaji wa picha au video zisizofaa so So as to prohibit the use of electronic mediums to promote unlawful activities including terrorism, religious extremism. Sheria hii sasa imepingwa vikali na wanaharakati wa haki za kibinadamu, wanasheria na baadhi ya viongozi wa kitaifa. David Maraga aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya amemkosoa Rais William Ruto kwa kusaini marekebisho ya sheria hiyo akidai kuwa yanatumiwa kuwazuia raia kutoa maoni yao kuhusiana na masuala ya kitaifa, hasa kupitia mitandao ya kijamii. The bill seeks to provide a regulatory framework combating unlawful activities, inappropriate sexual content of minors, terrorism or religious extremism, and cultism among other forms of cybercrimes. Maraga hata hivyo anapinga vikali mswada mwingine tata ambao unalenga kubinafsisha rasilimali za umma akisema serikali inanuia kujiuzia mali ya umma na kuzima mihemko ya wananchi. Wanataka kufunga midomo yetu, tusije tukazungumze yale ambayo tunaona yanaendelea. Wanataka kuuza mali ya Wakenya kiolela eh? na mwishowe muangalie vizuri Hayo mali hayatauzwa kwa watu wa mbali, ni wao watajiuzia wao wenyewe na wala ambao ni wasaidizi wao. Kulingana na sheria hiyo, iwapo Mkenya yoyote atapatikana na hatia, atapewa adhabu ya faini ya shilingi milioni 20 ama kifungo cha miaka kumi gerezani. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu.